Zumla! Zumla! Zumla! Zumla! Watu zaidi ya kumi wamejeruhiwa baada ya polisi wa Msumbiji kutawanya maandamano yaliyokuwa na vurugu yaliyoongozwa na kiongozi wa upinzani Venancio Mondlane, mshindi wa pili katika uchaguzi wa rais wa mwaka jana wenye utata. Walioshuhudia na wasaidizi wa Mondlane walisema polisi walirusha risasi kwa msafara wa kiongozi wa upinzani na waandamanaji wanaopinga serikali ambao walikuwa wameungana naye katika mitaa ya mji mkuu wa Maputo siku ya Jumatano. Si polisi wala mamlaka hakuna aliyetoa maoni kuhusu tukio hilo. Maandamano hayo yalifanyika huku Rais Daniel Chapo, ambaye aliingia madarakani mnamo mwezi Januari, alikuwa akitarajiwa kutia saini makubaliano baada ya mazungumzo na vyama vingine vya kisiasa ili kumaliza maandamano ya miezi kadhaa kuhusu uchaguzi huo uliokuwa na utata. Mondlane, ambaye amekuwa akiitisha maandamano hayo, alitengwa kwenye mazungumzo hayo. Taarifa kutoka ofisi ya Mondlane ilisema kiongozi huyo wa upinzani alikuwa akiongoza maandamano siku ya Jumatano alasiri wakati msafara wake uliporushiwa risasi. Nikiripotia Mwanzo TV mimi ni Kasimu Mwanjiro.